Ukosefu wa ajira kwa vijana ni donda sugu linalosababisha wengi kutatizika na maisha. Ajira na mtaji wa biashara ni mojawapo ya ahadi ambazo serikali ya Jubilee iliwapa vijana na punde ilipochukua hatamu za uongozi. Siku mia moja baadaye, hali ya vijana ni ipi hasa katika kujitafutia riziki? Makinika katika taarifa ifuatayo iliyoandaliwa na Agnes Pinda. Baada ya siku, kila kunapokucha ni siku nyingine ya mahangaiko ya kujitafutia riziki. Nazungumza kuhusu makundi haya ya vijana, wake kwa waume. Kila asubuhi huwezi kuwakosa katika eneo hili, linafahamika kama eneo la viwandani. Hapa wamekuja wakijua wanaenda kazini, lakini dhahiri hawana kazi wanabazi. Kuanzia saa kumi na mbili alfajiri, wasichana hawa walikuwa wakisubiri lango la duka hili kufunguliwa. Ni duka la kushona nguo na mikoba ili kupata kibarua cha kushona, kibarua ambacho akifanikiwa kuingia basi watatoka na shilingi mia tatu mfukoni. Opareta, opareta, mashine opareta. Tunaona wachache wakiitwa waliobahatika. Msimamizi huwaita kulingana na ujuzi wao, na hii leo ni kana kwamba ni wachache tu waliohitajika, ikimaanisha wengine huenda wakashinda hapa wakisubiri bila kufanikiwa kuingia kufanya kazi. kienda saa moja kufika saa mbili nusu. Kama mjachukuliwa hakuna haja mkae hapa, ni afadhali tu muende. mm -hmm, mimi kwenye naona, lakini sasa hapa naambiwa kwamba mzubiri, mzubiri, mzubiri nashindwa kutochukuliwa mpaka jioni, na kazi nafanyangwa kutoka asubuhi mpaka jioni. Sasa ukiingia saa sita sijui siku itasabuliwa ama itakuwa aje. Upande mwingine wa barabara hii ya Kampala ni lango jingine ambalo pia vijana wako nje wakisubiri bahati ya kazi. Wa huja tu na vitambulisho na kuulizia kazi, ni kazi za mkono kama walivyonyelezea, na sio wote wanaobahatika kazi. Iko lakini ni kujuana ndio upate kazi, na sasa kama una mapato utafanya nini? Tumezunguka, unazunguka, unazunguka. kama mi sahizi nimezunguka sijui makampuni ngapi hakuna kazi. Tuseme kuna mtoto mm -hmm. Mtoto unamlipia school fees unalipa mm -hmm. nyumba, chakula mm -hmm. hakuna mm -hmm. pesa kidogo. Ni kazi za bahati nasibu wanawafahamu vyema, japo kuna wale waliozoeleka hapa, si wafanyikazi wa kampuni hizi, kila siku huenda wakaitwa kusaidia na hili au lile humu ndani. Kazi hazipatikani hata hizi za bahati nasibu, ingawa wengi wao wamesoma I did information and technology. I've never gotten a job, up to today. Serikali ya Jubilee ilipochukua hatamu za uongozi iliahidi kuweka mipango ya kuwasaidia hasa vijana katika biashara, lakini siku mia moja baadaye hajaonekana mengi kuhusu swala hili. Wengi wamechilia shaka ule mpango wa kutumia fedha zosalia wakati wa uchaguzi wa kuimarisha vijana hasa katika biashara. Baada ya siku mia moja atatutafutia kazi, kwa hiyo tunashukuru sana hiyo kidogo ambao ataweza kutupatia hatuangalie atu, sisi vijana kwa sababu tuko wengi sana na hatuna kazi. Baadhi wanapopiga guo, wengine nao wamesaka mbinu za kujikwamua vijana hao, kwa mfano wanauza nguo. Ni wasomi lakini vyeti vyao havijawasaidia kupata wamejiajiri, wao huelekea ng'ambo kila baada ya mwezi kununua nguo za kinadada na kisha kuziuza. Sasa ni wanabiashara wanaowahimiza wenzao kufanya hivyo. Sijawahi fikiria kutafuta kazi kwa ofisi kwa sababu niliona kazi ya ofisi itandikuwa na mambo mengi kuanza kutafuta aujui mado utaipata, unaingia kwa hii ofisi, unaingia kwa wengine. Nikaona hapana hapana, hii itanipokuwa ni kazi mingi sana, heri nitumie njia nyingine yenye pia ningeweza pia kujitafutia kipato, ndio nikaamua kuingia kwa biashara. Lakini naporejea viwandani, nagundua kwa biashara siyo hoja, mtaji kupata ni tatizo. Licha serikali kuahidi kwa vijana wataweza kupata mikopo, ni dhahiri ni wachache wanaofahamu jinsi ya kufuatilia. Nastahili tuna train on business skills, tupatie maono ya biashara wanaweza kufanya katika soko letu, kisha tuwapatie pesa. Kwa sasa hadi ile ahadi ya serikali kutimizwa, basi vijana watasalia kubangai za hivi, kila siku kutazamia kuishi siku baada ya siku. Ni mikakati ipi ambayo serikali imepanga ili kuweza kuwasaidia hasa vijana kuweza kupata kazi za kudumu? Agnes Penda KTN, leo eneo la viwandani, Nairobi.